Kiavulia maji nguo, huna budi kuyaoga. Ndiyo maana mimi, MC Frinary, balozi wa Kiswahili, najitolea kuli hali kwa hali na mali, kuloa chepechepe -chepe, na kuroa rovurovu ili mradi lugha ya Kiswahili itukuke. Leo basi najikita mizizi katika sekta ya uchukuzi, kuona iwapo wanakimaizi Kiswahili hiki, wanakifahamu wanakitukuza. Basi leo jiunge nami ili pamoja tuweze kuikweza hadhi ya lugha ya taifa na lugha ya kiofisi lugha tuipendayo ya kiswahili njoo nami mzalendo mwenzangu MC Frinary hapa balozi wa kiswahili jina tafadhali luma saiken Masai Ken, uh, karibu sana uko tayari kujima swali yetu? Continue. Asante, niko tayari. Asante sana. Um, kwanza kabisa hapa unapofanyia kazi haya mandhari unayoyafanyia kazi yanaitwaje haya? Haya mandhari tunayaita bypass. Unajua <lipas collaboration> hayayandari kwa nini? Hii ni maajabu. Ambapo ni jina lilitokana na ile barabara paya ya bypass kupita. Yes. Asante. Kana bypass hapa ambapo mnabebea abiria Panaitwaje, yani hapa ambapo mnayaweka magari, mnayaegesha magari panaitwaje, utasema utasemaje yani kwa jina moja kwa Kiswahili? Jina moja la Kiswahili ni kituo cha kuegesha magari. Vizuri sana, kituo cha kuegesha magari ama pia unaweza kusema stesheni ya magari. Yeah. Asante sana. Uh, utajisi vipi kwa sababu umepata jibu eh? Najisi niko vyema eh, wewe mzalendo kindakindaki, unakithamini Kiswahili. Um, tena pia swali lingine, wewe naamini ni dereva sivyo? Yes. Unafanya kazi ya udereva? Ndio. Wewe ni dereva, naye anayeliendesha gari moshi anaitwaje? <laughs> Yule ni anayeendesha gari la moshi ni... Ni... kidogo imenichanganya <laughs> Zero. Utajaribu? dereva wa gari la moshi dereva wa gari la moshi. Mejaribu sana. Anaitwa Kandawala? Hebu niambie. Ni Kandawala. Kandawala, eh, huyo anaitwa Kandawala. Naye ambaye anaendesha meli? Kapteni. Nahodha. Umepata e, na naendesha ndege? Rubani. Hawa ni waeledi wa Kiswahili hawa, vizuri sana katika kazi zenu hizi. Mna wakati mwingine munakuwa na shughuli hapa, za hapa na pale na askari na mnaishia pengine wakati mwingine wanawaitisha kitu fulani ili mwendelee na kazi, utasema hiyo ni nini ambayo unampatia? Hongo. Hongo, Kiswahili sanifu. Aha. Mulungula. Aha, hey, huyu mwelewa Kiswahili huyu. Kwani kwenu wapi? Na hapa hapa tuseme. Eh e, kweli mlungula jina lingine? Mm, kitu kidogo. Ehe, kitu kidogo <laughs> pia chai. Ehe, na pia unaweza ukasema chau chau. Hebu sema chau, chau. chau, chau. Eh, alisema mlungula pia sema rushwa. Rushwa. Ehe. Majina mengi sana pia kadongo, sema kadongo. Kadongo. Eh, kadongo. Haya yote ni majina ya rushwa. Uh, tukiendelea bado pia katika huko kuhonga kuna nahau ama lugha iliyojificha nahau. Pia unaweza sema amezunguka mbuyu. Hebu sema amezunguka mbuyu. Amezunguka mbuyu. E, mb kuzunguka mbuyu ni kule e, kutoa rushwa. Sawa sawa. E, asanteni sana na unazidi kuelewa Kiswahili. Nina maswali mengine machache. E, zebra crossing kwa Kiswahili kivukio cha wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, Utajaribu, kivukio cha watu. Kivukio cha watu, unajaribu hayo. Ni maeneo ya kuvukia watu. Naona mnaelewa sana, mnaelewa sana, ila jina rasmi ni kivukomilia. Hebu tusemee, ni kivuko milia, kivuko milia kivuko milia, kivuko e, kivuko milia. Eh, kivuko milia. Asante e, ah, sana. Na pesa ambazo wa, abiria wanatoa ili waweze kusafiri, unazijua wa, tafadhali? Nauli na eh, hiyo ni nauli kweli. Eh, naona nyinyi ni aha, Waswahili weledi wa lugha. Yes S <laughs> sisi ni wasomi. What bro, what are you talking about man nyinyi ni wasomi. E, heko sana. Na swali lingine tukimalizia malizia swali la mwisho, pengine tukimalizia malizia wale ambao mnabeba garini, mtawahitaji abiria. Ah, e, abiria, na pia ni wasafiri. Eh, vizuri sana, wasafiri ama abiria, abiria. Heko kwenu, naona nyinyi ni weledi wa lugha, mnakithamini Kiswahili, hivyo naomba pamoja, tafadhali mnisaidie kusema kauli hii Kiswahili. Kitukuzwe, kisifukuzwe. Sote pamoja Kiswahili kitukuzwe kisifukuzwe. Asante sana. Jina langu ni MC Frinary. Makala ni balozi wa Kiswahili, pamoja tunaikweza hadhi ya Kiswahili. Kwa, sit down.